Dear young people, with joy I greet you you. Kisha nikaona mnyama akitoka katika bahali mwenye pembe kumi na vichwa saba na juu ya pembe zake ana vilemba kumi na juu ya vichwa vyake majina ya makufulu. Na ule mnyama niliyomwona alikuwa mfano wa chui na miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu na kinywa chake kama kinywa cha simba. Yule joka akampa nguvu zake na kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. Nikaona kimoja cha vichwa vyake kana kwamba kimetiwa jilaha la mauti, na la pigo lake la mauti likapona. Dunia yote ikamsajabia mnyama yule, wakamsujudi yule joka kwa sababu alimpa huyo mnyama uwezo wake, nao wakamsujudi yule mnyama wakisema, ni nani afana naye na mnyama huyu tena? Ni nani awezaye kufanya vita naye Naye akapewa kinywa cha kunena maneno makuu ya makufulu, akapewa uwezo wa kufanya kazi yake miezi arobaini na miwili. Akafunua kinywa chake amtukane Mungu na kulitukana jina lake na maskani yake na hao wakao mbinguni. Tena akapewa kufanya vita na watakatifu na kuwashinda, akapewa uwezo juu ya kila kabila na jamaa na lugha na taifa na watu wote wakao juu ya nchi watamsujudu, kila ambaye jina lake alikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Ninapenda kuwakaribisha tena katika hii chaneli ya Bible Truth Prophecy Ministers, na huyu ni mwinjilisti Silasi. Karibu sana mpendwa, ambaye ni mara yako ya kwanza kutazama chaneli hii, ninakualika karibia na unaweza ukasubscribe, na leo tutakuwa tuna mtazamo wa somo jingine, tuone jinsi ambavyo kanisa Katoliki ambalo kabisa limetabiliwa na unabii ya kwamba ndilo litakaloleta ulimwengu katika dini moja, na tunakwenda kutazama somo fupi, lakini litakuwa na maana kubwa mno kwa wale ambao wanahitaji kujiandaa na ujio wa Kristo ambao hauchukui muda mrefu. Kumbuka, ajenda za dunia ni mpaka elfu mbili na thelathini wawe wameshaweka ulimwengu katika kitu kimoja, na kila ambacho kinatumika katika makanisa kwa neno la uamsho linawapeleka vijana na wazee katika muungano wa dini, ambao kwa kweli watakaoweza kukimbia ni wale tu ambao watakuwa wamejitoa kikamilifu kwa Kristo, hasa katika wakati huu wa kufunga historia ya huu ulimwengu. Na kabla hatujaanza hilo somo, ninakualika kualika mpendwa, tuweze kupata nafasi nami na nitaomba karibia sana, rafiki, karibu. Tunakushukuru sana Mungu wa mbinguni kwa nafasi nyingine tena uliotupatia tuweze kutazama kweli zako na kuonesha ulimwengu ulipofikia kwa muunganiko wa dini pamoja na ushawishi wa mziki, ulimwengu huu unakwenda kuundwa katika kitu kimoja na watakaokoka tu ni wale ambao watakutafuta kwa bidii. Hivyo katika somo hili likatuonesha wapi tumefikia na kipi ambacho Jehova kina ujia ulimwengu katika umoja wa dini. Mungu, tusaidie kwa Kristo Yesu. Amen. Asante sana. Na somo la leo linazungumzia kuhusu habari ya baraka za Papa Leo. Nafahamu Papa Leo kwamba ndiye Papa mbaye anaopeleka ulimwengu katika National Sunday Law. Ni kitu ambacho hakipingiki, tumeshaona movement yao uh, akiungana na Jonathan Bell na kina JD Vance pamoja na kina Trump, akina Russell Votes wa Marekani ya kwamba wote hawa uh, wapo katika shirika moja, ni mawakala wamoja kuwapeleka ulimwengu au kuupeleka ulimwengu katika umoja wa dini. Sasa kuna kituko ambacho kime tokea kwa Papa Leo kutoa baraka kwa vijana ambao walikuwa katika hall, au walikuwa kwenye ministri moja ya padri ambaye kwa kweli ni sintofahamu kwa Wakatoliki. Waanze kuamka na watamboya kwamba tupo karibu kufunga kwa historia ya ulimwengu. Matukio haya kwamba, ya Kristo aliyozungumza wazi ya kwamba yatatokea kabla hajaji ya mara pili, na tunayaona katika macho yetu. Hivyo tutazame hii video na baada ya hii video nitatoa maelezo kidogo pamoja na nukuu chache uweze kufikiria kile kinachoujiaa ulimwengu kwa mgongo wa uamsho bandia. Karibu sana wapendwa vijana, kwa furaha na wasalimia mkiungana mbele ya kanisa zuri la Kosice ambao ni moyo unaodunda wa imani na matumaini. Yesu anawaita kuwa mashahidi wa mshikamano ujenzi wa madaraja na waabudu wa imani katika dunia ambayo mara nyingi ina alama za mgawanyiko na shaka. Basi, msi hofu kuonesha kwamba ninyi ni wa Kristo, kuishi Injili kwa shauku, na kushiriki furaha inayotokana na kukutana na Bwana katika kila hali ya maisha yenu. Tutagundua kwamba hatuko peke yetu. Tunapokuwa watoto, tunapendwa daima, kusamehewa na kupewa moyo na Mungu kwa upendo. Na watolea baraka zangu za kitume, na kwa kabidhi kila mmoja wenu kwa ulinzi wa Bikira Maria, mama wa kanisa na malikia wa amani. Na baraka za Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana, Roho Mtakatifu, ziwe juu yenu na zibaki nanyi daima. Amina. Rafiki yangu umeweza kutazama hiyo video na umeona jinsi ambavyo shetani anawaandaa vijana kwa ajili ya sheria ya Jumapili, anawaandaa vijana kwa ajili ya umoja wa dini, na hakuna atakayeweza kuokoka zaidi ya yule tu ambaye ameamua kujitoka kikamilifu kwa Kristo. Sikiza haya maelezo na ujue kilitokea wapi kikitu na nini muktadha wake, na kipi kinaujia ulimwengu katika huu uamsho bandia. Tazama nasikiliza kwa makini Padri Mkatoliki Mleno Weheme Pesoto, anayejulikana kama Padri DJ, amekuwa maarufu miongoni mwa vijana kwa kuunganisha mziki wa tekno rev na elektroniki katika huduma zake, akiunda mazingira ya ibada yanayofanana na klabu za usiku. Sasa hata amepokea baraka ya kiaposti kutoka kwa Papa Leo wa kumi na nne kwa huduma hizi zenye mandhari ya klabu. Kwa bahati mbaya, hili linaonyesha kutoka katika imani ya Kikristo, kwani kanisa la kisasa linaelekea kuwa tayari kutumia mbinu za kidunia kwa gharama yoyote ili kuvuta vijana Hili si tu kuanzishwa kwa utamaduni wa maisha ya usiku kanisani, hali na mazingira ya kucheza na sherehe ambazo zinatawala dunia na mara nyingi zinahusiana na madawa, pombe na ngono. Wakati Papa anapobaliki mapadri ambao kwa makusudi huunda tena mazingira haya kwa vijana, kwa kweli anapendekeza na kuifanya kawaida hali hizi kama njia zinazokubalika na kuonyesha imani. Baada ya kuwatoa watu kwenye ushawishi wa burudani za kidunia, baraka za kimishonali za Papa Leo wa kumi na nne zinakusudia mh kutukuza hata utamaduni huo ambao unasababisha umati mkubwa kutoka kwa Mungu. Haya si matukio ya mwamko au maonyesho ya imani ya kweli, bali burudani halisi. Badala ya kuwaleta vijana kwenye mafundisho makuu ya Ukristo: toba, dhambi, utiifu sana na kujitolea, vile vituo vya dansi klabu huvutia zaidi hisia. Hili linapelekea swali: Je, vijana wanavutwa kwa Kristo au wanavutiwa tu na sherehe? Hilo hey, ndo swali mpendo la kujiuliza, na sikiliza na sasa ndicho kinachoelekea. Kwa hiyo leo, mstari wa utengano kati ya utakatifu Hmm, na mambo ya kidunia umefutwa kabisa. Heshima halisi, hmm, ukiroho utakatifu na utakaso ambazo hapo awali zilihusishwa na hekalo eh, la Mungu zimebadilishwa na taa, leza, mvuke, midundo yenye nguvu na sauti za elektroniki zenye sauti ya juu. Vipengele hivi vinaweza kuleta msukumo wa hisia, lakini uzoefu kama huo ni wa muda mfupi, na mara nyingi hausiani kabisa na mabadiliko ya kweli au ukuaji wa kiroho. Kwa hiyo mambo kama hayo hayawavuti watu kwa Kristo, ila huwa ni hisia na kuwapeleka watu katika uangamivu. Na inazungumza wazi mpendwa, kwamba unaweza kutam, kutambua roho ipi inayosababisha mitindo hii maarufu ya ibada wakati papa mwenyewe anapoeneza baraka zake kwao. Roma inajaribu kupunguza ukweli wa sasa wa neno la Mungu kupitia njia hii ya kidunia, ikijua vyema kuwa dini yenye burudani kama hii hatimaye itawaleta uh, wengi wa watu chini ya usha ushawishi wake. Lakini watu wa Mungu lazima tuelewe ya kwamba hata Waadventista nao umeanza kupunguza pia makali sasa. Nataka pia utazame hiki kitu, ugundue ya kwamba pia hata ndani ya Waadventista kuna vishawishi kama hivi na hii huyu ni kiongozi eh, wa praise and worship na ni kanisa la wa Adventist hili uh, la the Mount Venom SDA Church ambapo walikuwa na sherehe hii; ilitokea Mei 17 2025. Ebu tazama kile ambacho kinatendeka, ugundua kwamba shetani anapeleka makanisa kuyaswaga yote katika umoja wa dini ambao hatimaye watu wengi wataingizwa katika nation sunday law pastor wao kutaka. Hebu tazama mpendwa, na uone kila ambacho kinaujia ulimwengu. pendwa umeona, ndicho ambacho kinaujia ulimwengu na Waadventista wa Sabato hawapaswi hmm, kuwa na uhusiano wowote na maonyesho kama haya, kwa sababu yanawaleta watu wa dunia ndani ya kanisa na kushindwa kabisa kuandaa watu wa Mungu kwa muhuri wa Mungu. Tunafahamu ya kwamba kwa sasa tupo kwenye wakati mgumu sana, tupo kwenye wakati wa maandalizi kwa ajili ya sheria ya Jumapili, na sasa muda uliosalia shetani anataka utumie vizuri ili kusudi kuweza kujaza mawazo ya, ya watu na mambo ya dunia na wasiweze kuhepa kabisa na kila ambacho kinaujia ulimwengu. Kwa Wadventista mda wao ni sasa mpaka shiria Jumapili, na wakati ambapo sanamu ya mnyama itakapokuwa imepuliziwa pumzi na kuanza kunena, wa Adventista Sabato, mlango wa rehema utakuwa nafungwa. Na, na tunafahamu kwa ya kwamba yako matukio yaliyoko mbele yetu tukio liloko mbele yetu kwa sasa ni kutangazwa kwa sheria Jumapili ambapo itakuwa ni kupuliziwa, mm-hmm, kwa sanamu ya mnyama iweze kunena, na baada ya hapo mlango wa rehema utafungwa kwa Adventista. Baada ya mlango wa Adventista kufungwa, kutakuwa na kilio kikuu, loud cry, pamoja na kutiwa muhuri kwa watu ambao wa, wa, wa, wa, wa, watakuwa wameingia ndani ya kanisa ambao watatoka makanisa mengine. Baada ya hapo mlango wa rehema utafungwa kwa watu wote na baada ya hapo mapigo saba ya mwisho, na ujio wa Kristo. Hivyo tuna wakati mchache sana kwa wa Adventista, na tunapoona tunapoona haya mambo yakiingia pia ndani ya kanisa na tukimwona Papa Leo wa kumi na nne ambaye ndiye anakwenda kufanya watu wa msujudu, shetani akileta ushawishi pia hata ndani ya Roman Catholic yenyewe ni ishara ya kwamba dini zote zinakwenda kuungana na kila ambacho kinaujua ulimwengu itakuwa ni kuwafunga watu matita matita kwa ajili ya alama ya mnyama, kwa ajili ya moto wa milele. Hivyo watu wa Mungu lazima tuamke, tutambue mwito wetu mkubwa kwa kanisa la Waadventista wa Sabato. Kwa hiyo hata Waadventista sasa, watu wa Mungu wanaelekea huko na makanisa mengi sana inafanya haya mambo. Hii dalili ya kwamba Kristo yuaja tena mara ya pili. Tazama video nyingine hii uone, utagundua kwamba mambo yale aliyoyaona Ellen White, Indiana ndiyo ambayo leo hii yako ndani ya kanisa na ushawishi huu unaitwa, una roho gani? Roho aliye kinyume na Kristo. Tazama. Ahiyo watu wa Mungu wa Advent wa Sabato hawapaswi kuwa na uhusiano wowote na maonyesho kama haya, kwa sababu yanawaleta watu wa dunia ndani ya kanisa na kushindwa kabisa kuandaa watu wa Mungu kwa muhuli wa Mungu. Badala yake yanapanga mioyo kwa ajili ya uamsho wa uongo na udanganyifu unaokuja uliotabiliwa katika unabii. Baada ya kweli inainua akili na moyo kuelekea mbinguni Wakati mitindo hii maarufu ya ibada ya burudani inawavuta wanachama wetu kwenye sakafu ya kucheza dunia, ndicho ambacho watu wa Mungu kinaujia ulimwengu. Msikiliza anachokizungumza Ellen White kwenye Selected Message. Hii ni volume ya pili, ukurasa wa 36 mpaka 37. Sikiza nabii anachokizungumza hapa. Roho Mtakatifu kamwe hajidhihirishi kwa njia za aina hii, katika kelele kubwa za vurugu. Hii ni uvumbuzi wa shetani kuficha mbinu zake za wazi za kufanya ukweli safi wa dhati, unaoinua, unaotukuza, unaosafisha, kwa wakati huu usiwe na matokeo. Ni vyema kutounganishwa hmm, kwa ibada ya Mungu na mziki, kuliko kutumia vifaa vya mziki kufanya kazi ambayo Januari iliyopita ilionyeshwa kwangu ingeletwa kwenye mkutano uh, yetu ya kambi. Anazungumza nabii wa Mungu, wazi ni kama haiwezekani kutumia uh, mziki. Ni bora tutumie kufanya ibada pasipo mziki. Nasema ukweli wa wakati huu hauhitaji chochote, present truth hahitaji chochote cha aina hii katika kazi yake ya kubadilisha roho. Kelele kubwa za vurugu hustoa hisia na kubadilisha kila ambacho ikiwa kingetumiwa kwa usahihi kingekuwa baraka. Nguvu za mawakala wa kishetani huungana na kelele na vurugu. Sikiza mpendwa, kumbe nguvu za mawakala wa shetani huungana eh, na kuleta kelele na vurugu. Nasema ilikuwa sherehe, na hii inaitwa kazi ya Roho Mtakatifu. Wale wanaoshiriki katika uamsho mm, unaodhaniwa hupata mawazo yanayoelekeza mbali. Hawawezi kueleza wanachojua kuhusu kanuni za awali za Biblia. Hakuna motisha inayopaswa kutolewa kwa aina hii ya ibada. Aina hiyo ya ushawishi iliibuka baada ya kumalizika kwa muda mwaka elfu moja mia nane arobaini na nne. Aina hiyo hiyo ya uwakilishi iliundwa, wanaume walichanganyikiwa na walitumiwa na nguvu iliyoonekana kuwa uh, ni nguvu ya Mungu. Hivyo watu wa Mungu wana jinsi mambo jinsi yanavyokwenda. Hii ni dalili ya kwamba tupo karibu kufunga kwa historia huu limwengu na Shetani, na kusudia kwamba asiwepo hata mmoja anayeweza kuhepa, kwa sababu ulimwengu wote unapenda msimuko. Ataweka wote katika kitu kimoja, na atauswaga wote katika sheria ya Jumapili. Mpendwa, pia Kristo alitabiri haya mambo ya kwamba kabla hajaja mara pili ulimwengu wetu huu utakuwa kama nani? Utakuwa kama Sodoma na Gomora eh? Utakuwa kama wakati wa Lutu, utakuwa kama wakati wa Nuhu. Watu wakati ule walipoambiwa kuhusu habari ya kwamba gharika ilikuwa inakuja wala hawakutambua. Lakini hata wakati ule Lutu alipokwenda kutoa taarifa atakuwa wakweze ya kwamba jamani, kuna moto, hawakuelewa. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa wamejazwa na burudani na leo hii burudani ndiyo inayothaminiwa sana kuliko maandiko matakatifu burudani inathaminiwa sana kuliko ibada burudani inathaminiwa na hata watunzaji wa sabato kinachoanza ni burudani kuliko mungu na ndivyo atakavyokuwa hata kabla ya kuja kwa yesu kitabu cha luka kumi na saba tuanzie mstari wa ishirini na sita maandiko matakatifu yanazungumza wazi kama ifuatavyo, inasema hivi: na kama ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa katika siku zake mwana wa Adamu. Ujua Kristo, wakati wa gharika watu hawakuwa tayari kwa sababu walijazwa na misisimuko hii. Na ishirini na saba anasema kwamba walikuwa wakila na kunywa, walikuwa wakioa na kuolewa, hata siku ile Nuhu alipoingia katika safina, gharika ikashuka ikawangamiza wote. Kwenye inshu ya kuona kuolewa, poa sio dhambi, lakini ni, ni, ni kitu gani kinachozungumzwa hapo? Zile misisimuko kutokana na, na, na, na burudani zinawafanya watu hata waingie katika ndoa ambazo sio rasmi. Kwa hiyo ni mtego wa shetani kuwafanya watu wapokee sheria Jumapili itakapokuja, na anazungumza kama ifuatavyo, hmm. hata siku ile Nuhu aliyoingia katika safina gharika ikanyesha, ikawangamiza, hawakutambua na kadhalika. Kama ilivyokuwa katika siku za Lutu, walikuwa wakila na kunywa, walikuwa wakinunua na kuuza, wakipanda na kujenga, kununua na kuuza. Baada ya sheria ya Jumapili, watu wa Mungu, kutakuwa na nini? Kutakuwa na watu ambao wananunua na kuuza lakini kutakuwa na sheria ya kutokununua na kuuza, lakini kutakuwa na watu ambao watakuwa wakiuza na kununua. Watapokea nini? Alama ya mnyama. Kwa matukio haya yako mbele yetu, ni tukio ambalo litatokea kabla ya kuja Yesu mara ya pili. Kwa hiyo tujiandae kwa matukio haya yako mbele yetu, kwa sababu watu wa Mungu hawako tayari kusikia sauti, kusikia tarumbeta, na hawako tayari kufanya matengenezo. Wengi watu wa Mungu wanaenda kuandaliwa kwa ajili ya alama ya mnyama sikia, anazungumza wazi kwamba walikuwa wakinunua na kuuza hmm, wakati wa sheria Jumapili hapo wakipanda na kujenga, lakini siku ile Lutu aliyotoka Sodoma kulinyesha moto na kiberiti kutoka mbinguni vikawangamiza wote thelathini. Hivyo ndivyo itakavyokuwa siku ile atakayofunuliwa mwana wa Adamu kufunuliwa kwa mwana wada, wa Adamu ni baada ya mlango wa rehema kufungwa na mapigo saba ya mwisho kutokea, na ndipo Kristo atakapofunuliwa. Kwa hiyo hili tukio watu wa Mungu litamleta Kristo, na shetani anachokifanya kwa sasa ni kuandaa ulimwengu. Unajua shetani kikubwa atakachokitumia kuwaleta watu katika umoja ni hii miziki pamoja na umizimu, na hii miziki inakwenda kuandawa sabato kupokea alama ya mnyama kwa shetani. Hana, hachezi na anaendelea kudidimiza walioko ndani ya wa Katholiki Uprotestanti wasipate nafasi hata ya kuhepa kuelewa ya kwamba kuna kitu gani kinaojia ulimwengu. Watu wa Mungu mlioko katika Ukatholiki katika Uprotestanti, hata tunaposhuhudia kila ambacho Kristo alikizungumza kwenye Matayo sura ishirini na nne ya kwamba kutakuwa na vita na matetesi ya vita mm, kwa sababu ya kupungua kwa upendo mm, kutakuwa na vita na haya mambo wapendwa, ndiyo yanayotarajiwa kutokea na tunayaona hata katika nchi ambazo hatukutarajia kuziona kuyaona. Huu ni dalili za ujio wa nani? Dalili za ujio wa Kristo. Na kabla Yesu hajaja mara ya pili, sikilizeni watu wa Mungu, Sabato ya siku ya saba itaangushwa chini. Leo tunaona hizi movement zinatafuta nini? Zinatafuta siku ya ibada, kwa sababu watu leo hii wanasema wanahitaji kuridhiana Kita kinatafutwa, kinachotafutwa ni maridhiano ya ibada moja duniani. Shetani anakwenda kuifanya dunia kuwa kitu chake kwa ku kwa kubadilisha na kutengua sabato ya Jehova, na hiki watu wa Mungu kitamleta Yesu mara ya pili, na hatuna muda mrefu toka sasa. Kristo yuaja tena mara pili. Hii ni wake up call kwa Waadventista, hii ni wake up call kwa Katoliki, ya kwamba papa anachokifanya ni kuandaa watu kwa ajili ya kuikataa sabato ya Yehova baada ya jumapili itakapoinuliwa na kutangaza ulimwengu mzima ya kwamba hakuna dini nyingine zaidi ya Jumapili. Wanasema kwamba hii ndo sabato ya dunia, lakini sabato ya Jehova, ukisoma kitabu cha Kutoka ishirini mstari wa nane akutoka kumi na moja inazungumza wazi ya kwamba sabato ni Jumamosi na Kristo naye alizungumza wazi Malko 2:27 na 28, ya kwamba Bwana wa Sabato ni nani? Ni Kristo na hata Yohana alipokuwa yuko Patmo ile siku ya Bwana kwa sababu, katika Malko 2:27 na 28, na Yesu ndiye Bwana wa Sabato, kwa hiyo siku ya Bwana ilikuwa ni Jumamosi siku ya Sabato. Vitabu vyote viko wazi. Dikshonari zote ziko wazi, kalenda zote ziko wazi, zikishuhudia kwamba Jumamosi ndiyo siku ya saba. Kwa hiyo kupitia haya mambo yanayoendelea leo, Shetani ataweka ulimwengu wote katika kitu kimoja na kuandaa watu kwa ajili ya kuikataa sabato ya Yehova kwa kutumia katiba ambazo leo zinatafutwa kubadilishwa. Lazima watu wa Mungu tuamke. Kuna kitu ambacho Shetani anakiandaa kuna kitu ambacho shetani anakiandaa kwa ajili ya ulimwengu huu na watu wa Mungu lazima waamke. Lakini kabla hayo mambo, lazima kila mmoja apate ujumbe wa kwamba Kristo yuaja tena mara ya pili. Wapendwa, Mungu wetu atubariki sana. Hiki ambacho shetani anakitumia kwa huyu mwakilishi, anasema kwamba yeye ni vicar of Christ, kwamba yeye ni mwakilishi wa Kristo na akizungumza wazi ya kwamba Ukatoliki ndio dini ya Kristo hapa duniani, anawaandaa watu kwa ajili ya alama ya mnyama, na tunafahamu ya kwamba leo Ukristo dini ambayo unaitamani na kiongozi ambaye anatamaniwa kwa wengi, ambaye ni msuluhishi katika mataifa si mwingine, ni Papa Baba. Anaitwa Baba Mtakatifu, na Kristo alionya wazi ya kwamba tusiite mtu baba duniani, simaanishi baba biolojiko, lakini baba wa kiroho hayupo mwingine. Kwa hiyo watu wa Mungu lazima tuelewe hilo, lazima tutambue ya kwamba tuko kwenye tukio la kufunga historia ya ulimwengu. Na kwa Adventista mlango alema karibu utafungwa, tuko mwishoni kabisa, haya ni matukio ya mwisho kabisa ya kufungwa kwa historia ya ulimwengu, na watu wengi wanazidi kulala na shetani anapenyeza maburudisho walioko ndani ya Babeli wasiamke, lakini walioko ndani ya usabato wasiamke, huku wafungiwa mlango na huku baadaye ufungiwe mlango. Hivyo anayandama makundi yote haya kuswaga katika ranki moja ya mizimu. Mimi na wewe tuna nafasi ya kufanya kwa sasa. Mungu atubariki sana. Huu ni Silas wa Bible Truth Prophecy Ministers. Watu wa Mungu, tuweze kuomba tunapohitimisha, na tujiandae kwa ajili ya uchio wa Kristo. Basi tuweze kupiga magoti kwa wale ambao watakuwa na nafasi, basi tuombe. Rafiki yetu mwema, tunakushukuru sana na kutukuza kwa sababu ya upendo wako mkubwa usiokuwa na mwisho. Asante tena kwa kutupatia siku nyingine na wasaa mwingine, huwa kujifunza ukweli wako. Tumesikia ya kwamba shetani anaandaa uamsho wa bandia ambao utawafanya watu wapokee jumapili pasipo kufahamu wenyewe, kwa sababu Yehova, akili isiyoshirikishwa akili isiyopambanua mambo, akili isiyowekwa kwa Kristo ni karakana ya Shetani. Hivyo tuandae kabla tujachelewa. Walioko Babeli, kwenye Ukatholiki, kwenye Uprotestanti, watoke haraka kabla hujachelewa. Lakini walioko ndani ya kanisa la Mungu wafahamu ya kwamba wana wakati mchache sana. Waadventista katika makundi yao yote, Shetani amegawa, ame makundi makundi, wote katika makundi yao. Mungu wa mbinguni, ninaomba katika wakati huu waweze kuamka na kujiandaa kwa ujio wa Kristo. Naomba Kristo, Mungu wa mbinguni, japo tumegawanyika na kwa makundi makundi, bado Jehova, wakati wa sheria Jumapili itakuwa ni kundi moja tu, makundi haya yote yatakuwa na nafasi. Tusaidie sasa, Mungu wa mbinguni, kutambua ya kwamba tuna wakati mchache na Kristo yuwaja tena mara ya pili. Tubariki sasa, tunaomba na Roho wako Mtakatifu awe nasi, kwa Kristo Yesu, Amen. Mungu atubariki sana, na watu wa Mungu, na tusiache kuombeana, lakini kumbuka ya kwamba mapambano bado inaendelea. Maranatha. I have set my mind on sinfreeness, on sinfreeness. I have set my...